Naitwa Bonifasi Magige, uh, msajili Baraza la Famasi Tanzania. Siku ya leo tarehe 30 Januari 2026, uh, Baraza la Famasi Tanzania tumefanya kikao cha pamoja na mamlaka ya chakula na dawa ya Zanzibar, yani ZFDA katika uh, mji wa Unguja Zanzibar kwa lengo la kubadilishana uzoefu katika kusimamia taaluma ya famasi. Kwa upande wa Tanzania bara, taaluma ya famasi inasimamiwa na Baraza la Famasi Tanzania, lakini upande wa Zanzibar taaluma ya famasi inasimamiwa na ZFDA ambayo ndio mamlaka ya chakula na dawa kwa upande wa Zanzibar. Kama nilivyosema, kwa kuwa lengo ni kubadilishana uzoefu juu ya usimamizi wa taaluma, lakini vile vile lengo kuu jingine ni kuangalia utendaji wa taaluma na uboreshaji wa maendeleo ya taaluma katika pande zote mbili za muungano. Katika kufanya hivyo kikao kimejadili kwa kina juu ya taratibu za usimamizi wa taaluma katika ngazi ya vyuo kwa maana ya vyuo ambavyo vinatoa eh, kada ya pharmacy lakini vile vile baada ya kuhitimu wanavyuo wanapokuwa wanakwenda sasa kupata uzoefu kwa maana ya internship au kufanya kazi katika nyanja mbalimbali zinazohusu utoaji wa dawa ili wote tuwe na uelewa wa pamoja wa namna ya kusimamia taaluma hii. Kadhalika, tumejadili kwa kina juu ya changamoto ambazo zinakabili pande zote mbili katika usimamizi wa taaluma ya famasi na kukubaliana kwa pamoja namna ya kuimarisha ushirikiano wetu ili kuboresha taaluma ya famasi katika Tanzania kwa ujumla. Na mwisho tumekubaliana kwamba kwa yale mambo ambayo yanahitaji kuongeza mashirikiano zaidi, basi ni vema tukawa na makubaliano ya pamoja ili kupunguza adha na kadhi kwa kwa wataaluma wetu wale ambao wangependa kufanya kazi katika sehemu yote ya muungano wetu. Ye, na kwa kufanya hivyo tumekubaliana kwamba masuala ya ma, masuala ya utekelezaji wa shughuli za kitaaluma basi yatasimamiwa na pande zote mbili na, uh, mbaraza, kwa ushirikiano wa pamoja na viongozi wa mabaraza kwa maana ya Baraza la Famasi na viongozi wa ZFDA wataendelea kukutana mara kwa mara ili kuboresha utendaji wa taaluma ya famasi.